Fasaluu ahla adhikri in kuntum la ta'lamun. Anauliza muulizaji, je, inafaa kumpa pesa fakiri au masikini pesa ya zaka kwa kumchangia ili kujenga nyumba kama hana uwezo au kumtosheleza ili kukamilisha jengo lake ambalo ameshalianza. Je, inafaa kufanya hivyo au la? Aljawab, kama kulna bianna zakata hiya haqu alfaqiri walmiskini waman ala shakilatihima kama nassa ala dhalika Alquran alkarim fi surati tauba, jawabu ni kwamba tumetaja ya kwamba zaka ni haki ambayo nastahiki fakiri na masikini na walio katika utaratibu huo kama alivyotajwa katika aya ya surati tauba thamaniyata asnafin, makundi manane tofauti. Kwa hivyo, ikiwa mtu wa zaka anajua wazi ya kwamba fakiri huyu au masikini fulani anahitaji msaada, kwa maana kuwezeshwa ili kupata eh, baitan yuwihi, nyumba itakayomsitiri au kukamilisha nyumba ambayo itakayomsitiri na kumhifadhi basi kumpa pesa kwa lengo hilo ni jambo sahihi. Kumpa pesa ya zaka kwa lengo hilo ni jambo sahihi, lakini maulama wanatueleza katika fatwa ya kwamba, yuta alfaqiru haqa almal, faqiri anapewa haki ya ile mali, sababu zaka ya mali ni kupewa mali na si kupewa kitu kingine. Kwa hivyo anapotoa mtu zaka ya mali, kwa maana atoe pesa kumpa fakiri au masikini, na si kwamba ampe kitu ambacho kampangia yeye. Kumpa asli ni kwamba ampe mali, lakini katika hali kama hii idha raa alghaniyu biana alfaqira la yuhsinu tasarrufa fi masalihihi fainahu yajuzu lahu muawanatuhu litahqiqi lmasalih alati taudu bilnafi ilaihi ai ila dhalika alfaqiri au lmiskini. Lakini ikiwa mtoa zaka ameona ya kwamba yule faqiri au masikini hana upeo mzuri wa ku act kutumia zile au ile pesa ya zaka, basi inaruhusika kisheria kumsaidia kutimiza yale maslahi na malengo ya mahitaji yake na si kwamba amempangia moja kwa moja kwamba afanye kitu fulani, bali anamsaidia kutimiza malengo ambayo manufaa yake atarudi kwake mwenyewe. Hiyo ndo taratibu katika masala haya ya zaka. Kwa hivyo wanasema maulama ya kwamba anyakuna lahu huriyatu tasarufi fi lmali alladhi u'tiya zakata, kwamba huyo fakiri awe na freedom, ana uhuru wa kutasarraf kutumia ile mali aliyopewa katika zaka, lakini fi hududi shar'i, kupitia vile vigezo vya kisheria, kwa maana asivuke mipaka ya matumizi. Na ikiwa atakuwa ni muharibifu muharibifu wa matumizi, kwa maana akipewa zaka kama zaka, huenda asiangalie maslahi ya nafsi yake wala maslahi ya wale ambao anawasimamia na kuwalisha hapo, inajuzu inajuzu kufanya moja kwa moja lile ambalo linastahiki kwa kumfanyia ye kwa niaba, kwa sababu hawezi kutumia mali yake kwa njia nzuri. Kwa hivyo kumsaidia kule, kuna kuwa si kumdhulumu wala kumzuia uhuru wa mali, bali ni kudhibiti uhuru wake kwa kuchunga maslahi yake na kuondosha maharibiko katika matumizi mabaya ya mali. Na kanuni katika sheria inasema ya kwamba daru lmafsadati muqadamun ala jalbi lmaslahati, kwamba kuondosha maharibiko hutangulizwa zaidi kuliko kuleta yenye maslahi. Yaani ikiwa kuna mambo mawili kwamba, au hali mbili katika jambo kwamba, ikiwa litaachwa jambo fulani, basi pataharibika zaidi kuliko kutengenea, basi kuondosha maharibiko kunapewa priority zaidi, umuhimu zaidi kipaumbele zaidi kuliko kuleta yale maslahi mengine, kama vile ambavyo mfano eh, mtu akijenga pengine ukuta eh, mbele ya nyumba yake, utapelekea ukuta ule kuzuia watu wote, haki ya njia wasipite watu wote katika jamii ile. Na maana maslahi ya kuweka ukuta kwake yatakuwa yanaleta maharibiko makubwa kwa watu wengine ambao ni wengi zaidi. Kwa hivyo kutojenga ukuta mbele ya nyumba yake itakuwa ni lazima asijenge, ili kuchunga maslahi ya wengi. Hiyo ndio kanuni na ndio sheria imetuelekeza hivyo, wallahu taala.